Karibu MP Digital, ili uwe kwanza kupata video zetu tafadhali, tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na ku share. Asante. Sababisha ondoke Simba, naona hajisema, hajisema kitu, ameificha kidogo, hata kufungwa na Yanga wala hmm, hajisema mm, anasema kwamba Raja wali wali walimapproach hmm, sana tu, hata msimu uliopita mara mbili walimtaka lakini, kwa sasa ndio ilikuwa wakati sahihi wa yeye kuondoka. Kiungo mkongwe na nyota uh, tuanze hapo kwa Fadlu Davis, kauli yake inamaanisha kwamba ofa aliyopewa kule ilikuwa hakuna namna wala hakuwa na sababu nyingine yoyote. Jamaa walikuwa wanamfukuzia siku nyingi, lakini ilifika sehemu akaona project yao, akaona wacha niende nikafanya kazi na rais wa ile club. Rais ni mpya, ndo ambaye alimshawishi zaidi. Nadhani jana kwenye mjadala huu ulikuwa ni mkubwa sana mm. eh, African soccer. Mm. na nadhani wenzetu pia wataalamu wengine pale walipishana, walipishana kulikuwa sio kidogo na na alichokizungumza, yeah, mm. nilimsikia mama Dugaya anasema no, no no no, kwanza kuna ishu ya unasema utu mm. eh, unajua ni kipindi kifupi sana na kicho tokea kazungumzia yani, yeah. eh, ishu ya wasema pesa sio kila kitu yani, lakini kitu cha kwanza ni utu, na project aliokuwa ameianza nadhani likuwa ni, ni, ni ngumu, unajua huku ndani kuna sehemu aliulizwa maswali vipi kuhusiana na mandate, kama kuna mtu alifuatilia ile nani huh. Eh, mandate vipi, na huko umepewa mandate, yani ilikuwa ni kama dongo fulani bana, vipi na wenyewe umepewa uhuru wa ku wa kufanya una kila kitu kama mm, ulivyopewa Simba. Unaona, yeye alijibu akasema mandate ni, ku, ni ni ni, ni priori, priorities priorities ambazo ni ubingwa na michuano ya mikubwa kwa sababu alicheka kwa sababu alikuwa anajua ni kwa nini anaulizwa vile. Sasa kiukweli ni mengi yalikuwa yanazungumzwa, najua hata haya ambayo mnasema kuhusiana, sivyo, na Yanga na nini. Yanga amegusia of course sana kwamba Yanga ndio walikuwa, Yanga wao wametawala, na alizungumzia kipigo cha goli tano. Hivi goli tano hakuwa yeye hakuwa yeye hakuwa yeye sema, hata huko nyuma unajua, Yanga walifunga goli tano, ila sikumsikia wakizungumza mechi nne Simba ambazo kafungwa yeye, siziona lakini kiukweli kulikuwa kunaonekana bado anaongea, lakini kuna vitu kama vile anaongea anavi hide yani, hajaweka kila kitu wazi yeah, lakini kama vile anavi hide. Kwa hiyo alichozungumzia zaidi ni offer ambayo alipata, alafu na pale alishawahi kukaa na alishamwita mara ya kwanza, alafu wakati huo tayari shaji commit Simba, eh, alipata, alipata alipata offer kwenda Saudia yeah, lakini baada ya hapo alikuwa tayari shaji commit Simba sasa wanajiuliza swali, mbona hii akui, akuipiga chini mm. Umeelewa? So mjadala ni mkubwa kwamba wengine wa, wanasema utu na pesa, ni nini ambacho kingekuwa cha maana zaidi, kwa sababu wanasema ameiacha timu katika kipindi kigumu kuliko na timu ambayo una, unasema unaipenda alafu, kwe, alafu na project nayo mm. Umeelewa? Eh, kwa hiyo wengi wameshindwa kuhata. Unajua ndio maana yule mama Rugali alilalamika ali, ali, ali, hakuwa hakuwa sambamba naye akasema kwamba mm. mahitaji mm. ya Raja Casablanca is different from mahitaji ya Simba, sio leo na kesho. Unaweza ukakaa miezi hiyo miwili mitatu ukarudi hapa South Africa, anza kutafuta kazi nyingine mm -hmm. kwa sababu ya mahitaji mahitaji ya klabu kama Raja ni tofauti na yale mahitaji ambayo ya kusini na kuna dongo limepigwa lingine hapo. mm. Vipi kama ungepewa muda kidogo kuhusu wachezaji wako? Sio kama mna, mna, tuta, tuta, <tutu> na, yeah. Kwenye, kwenye utu hapo na, na pesa ambazo wamepewa. Nadhani hivyo ndio vitu viwili ambavyo vikubwa vi sana. Sasa utu na pesa, yaani kwamba uache pesa uende <tutu> na swala la utu tena na kuona namna ambavyo unaimaliza vipi project yako ambayo umeianzisha ameona ha kwamba haiwezekani ha, mimi kuacha mzigo huu, acha niende, nitafanyaje sasa? wale yeah, um, jamaa <laughs> Bwana Tomas Mamadu mm. uh, ni, ni kama kuna namna ambavyo walikuwa hawajashawishika na kile ambacho uh, Fadlu mm. amewafanyia Simba mm. sindio? Yani, of course zimetajwa hizo pesa umetajwa ushawishi wa ushawishi wa Raja mm. Umenielewa? Lakini wakamuuliza, kwa nini? Kwa nini iwe sasa hivi? Yaani, juzi tulikuona kwenye mechi ya Champions League. Sio? mm. Alafu mara ghafla tunaona tu kama umeondoka unakwenda unakwenda Raja. muda gani ungekuwa ni sahihi? angeondoka katikati ya msimuhu ingekuwaaje? Labda soon baada ya msimu kumalizika. mm. mm. sio Uh, yes, uh, wa yeah, yeah, yes. Yes. Yes. yeah, wale Raja mm. walimfuata mara mbili eh, sio? Wakati anakuja kujiunga na Simba akawambia jamani, mimi tayari nishaji commit kwenda Simba mm. na akawa nazungumza kwamba wakati ule pia Raja kule nani vitu havikuwa viko sawasawa, walikuwa na mvurugano sio? kwa hiyo maana katika hizi projekti mbili ya Simba ilikuwa imemvutia zaidi, na tayari ameshajikomiti ameshaji kwenda kwenda Simba, lakini akasema katikati ya msimu Raja walikuja wali tena, sio? Kwa hiyo maana kichwani tayari alikuwa na, alikuwa na mazungumzo na Raja, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuondoka soon baada ya msimu kumalizika, sio? Mm, bana, asante kwa ajili ya ushirikiano, asante kwa ajili ya kazi nzuri, sio? alikuwa kwa na kocha huu huh? Vizuri akafungwa hapo mwanzoni, wakabadilisha mawazo ondoka. Hebu turudi tena kwa Fadru. Sasa hapo issue ya Fadlu ku kuwakubalia, maana wamekuja tena kwa mara nyingine. Unakumbuka mwalimu ambaye alikuwa nani, alikuwa ni mwalimu msaidizi, ndio mwalimu ambaye alikuwa anaongoza anaongoza timu, ni mwalimu Pinto mm. sio mm. wakati Pinto anaondoka, huyu mwalimu Chabi, sio yeye ndio alikuwa msaidizi wa mwalimu Pinto? Inawezekana walikuwa na imani na Chabi, alikuwa ni caretaker, kwa mfano sasa hivi Simba ilivyo chini ya Matola. Kwa hiyo ndio maana hapo katikati bado walimwapproach Fadlu, sawa. So, sio kwa mm. kutaka arejee Raja, si ndio? Kwa hiyo baada tu ya msimu kumalizika, ilikuwa nafasi nzuri kwa Fadlu kuacha Simba. Sio mpaka amesubiri unapewa mamlaka ya kusajili timu mnakwenda pre-season mnacheza mechi ya kwanza ya Champions League. Sio. Alafu nawacha hawa watu Mamadu ndio kitu ambacho alikuwa na hoji, hata Tom nadhani Mlambu alikuwa yes. Alikuwa na maswali. Alafu unajua kuna neno moja alikuwa anarudia sana. Mandate, mandate. Then huko Raja unapata utakuwa unapata tena mandate ina maana yale ambayo ulikuwa unayapata hizo mandate zilizopewa mm. Utazipata Uta huku na Thomas me, ame, ame, ame mention mafanikio akasema kikawaida mm. Sio kawaida kwa mwalimu kuondoka akiwa amefika fainali ya kombe la shirikisho yes. Amemaliza kwenye nafasi ya pili, sio mm. Akiwa amempruvu alama tano za msimu uliopita mm. kuja kwenye msimu huu msimu ligi ameipoteza kwenye mechi ya mwisho ya msimu mm. anasema Thomas, akasema siyo kawaida kwa mwalimu kuondoka hivi ambavyo wewe umeondoka. Yani hiyo unaweza ukaigeuza, yani kwamba pamoja na, na, na hayo ambayo yanaonekana kama ni improvement ya Simba msimu uliopita, Simba na wenyewe wangechagua bana sasa. Katika improvement hiyo kuaje?